Kiongozi wa upinzani nchini Uganda ametoa taarifa mbaya kuhusiana na matokeo ya uchaguzi ambao ulifanyika leo hii. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali tafadhali, tunakusihi uweze kusubscribe. Naam, pamoja na kufunguliwa kwa kura leo, Uganda ipo chini ya giza la mtandao uliozimwa na serikali. Ulinzi mkali unaonekana mijini na vijijini, na hofu kubwa kwamba matokeo ya uchaguzi wa urais yatafuata mtiririko ule ule wa miaka ya nyuma, kukabidhi ufalme kwa Yoweri Kaguta Museveni ambaye amekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka arobaini. Shughuli za kupiga kura zinaendelea Alhamisi, ama ziliendelea Alhamisi ya leo Januari tarehe kumi na tano chini ya kizuizi cha mtandao kilichowekwa kwa amri ya mamlaka za mawasiliano. Na wakati kura ikiwa inaendelea, makundi ya haki za binadamu yametahadharisha juu ya mazingira ya kutokuwepo kwa uwazi na ukandamizaji dhidi ya upinzani. Kabla hata ya kura kuanza, mamlaka ya Uganda ilitoa amri ya kukata mtandao wa umma kuanzia jioni ya Januari tarehe kumi na tatu, siku mbili kabla ya uchaguzi, ikisema hatua hiyo itazuia upotoshaji wa habari na uhasama lakini Human Rights Watch inategemeza ama imetengeneza hatua hiyo inakiuka haki ya kupata taarifa na inaharibu wazi wa zoezi la uchaguzi. Aidha, taarifa ya vyombo vya habari zinasema baadhi ya vituo vya kupigia kura vimechelewa kufunguliwa kwa sasa ama kwa saa kadhaa, kutokana na matatizo ya kiufundi na utekelezwaji wa taratibu za kibayometriki hali iliyochangia malalamiko ya upinzani kwamba uchaguzi unaendelezwa kwa njia inayoweza kupunguza ushiriki wa wapiga kura. Matangazo kabla ya uchaguzi yamejaa ripoti za ukandamizaji mkubwa dhidi ya wapinzani, ikionesha majeshi na polisi kuwafuatilia na kuwashambulia wafuasi wa upinzani. Shirika la Umoja wa Mataifa la Haki Uh, za binadamu linasema uchaguzi huu unasubiriwa na ukandamizaji mpana dhidi ya wapinzani, waandishi wa habari na wale wanaotoa maoni tofauti. Ripoti za mashirika ya haki kama Amnesty International na ripoti za kimataifa zinaonyesha matumizi ya gesi ya kuchoma macho, bastola na vitisho dhidi ya mikusanyiko ya upinzani kama sehemu ya kampeni ya kusambaza hofu. Rais Yoweri Kaguta Museveni mwenye umri wa miaka 81 anatafuta kipindi kingine kiongozi wa taifa hilo. Akiongozwa chama cha Mapinduzi ya Kitaifa, NRM, ameondoa vikwazo vya kisheria kama zile za amri na vipindi vya uongozi ambavyo vilizuia urithi wake wa kisiasa, jambo ambalo limeendeleza udhibiti wake wa mamlaka kwa miongo kadhaa. Mpinzani wake mkuu Robert Kyangulanyi, ambaye anajulikana zaidi kama Bobi Wine, msanii aliyebadilisha taaluma yake na kuingia siasa kama kiongozi wa chama cha Umoja wa Taifa, na aliyetajwa kuwa kiongozi wa kizazi kipya cha Uganda anatoka a, mageuzi ya kisiasa wa, ama, wa, wa, wa Uganda wanaotaka mageuzi ya kisiasa. Mgombea mwingine aliyejulikana ni Kiza Besije, mbunge na mwandishi wa siasa ambaye kwa mara kadhaa amekuwa akikabiliana na Mseveni katika uchaguzi uliopita akiwa amefungwa gerezani kwa mashtaka yanayodai asisi sahihi. Tangu kukaa madarakani kwa Mseveni mwaka 86, wa elfu moja kenda mia themanini na sita, Uganda imepitia mchakato wa kisiasa uliokuwa na changamoto nzito. Mseveni alipandishwa hadhi kama mtetezi wa demokrasia baada ya vita vya ndani, lakini mionga arobaini katika mamlaka imekuwa ikishutumiwa na kukandamiza upinzani, kushinikiza sheria, kuhakikisha usalama wake kisiasa na kurekebisha katiba kulinda nafasi yake. Katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2021, Bobi Wine alipata asilimia kubwa ya kura ikilinganishwa na zamani, lakini alidai kura zilidanganywa. Sera hiyo ilisababisha ghasia na kusababisha vifo vya angalau watu hamsini na nne wakati wa maandamano yaliyofuata kulingana na ripoti za mashirika ya haki za binadamu. Mashirika ya kimataifa yamekosoa serikali kwa kutumia nguvu dhidi ya wa wapinzani na kudhibiti uhuru wa habari. Human Rights Watch imesema kukata mtandao wa intaneti ni mbinu ya kusimamisha haki ya kujieleza na kuzima uwazi wa uchaguzi. UN pia imetoa tahadhari juu ya vitendo vya ukandamizaji, ikisema kwamba mazingira ya uchaguzi inakumbwa na hofu na ukandamizaji mkubwa dhidi ya wapinzani. Wachambuzi wa vitendo hivi unaonyesha, ama uchambuzi wa vitendo hivi unaonyesha kuwa kutumia jeshi na polisi katika haki za kisiasa sio tu kuua ama kuuawa kwa utekelezaji wa sheria bali ni sehemu ya mkakati wa kisiasa wa kudumisha mamlaka. Hii ina maana kwamba hali ya ushindani wa kisiasa ni sawia ama si sawia, na wapinzani wanaweza kukosa fursa sawa ya kampeni na uwakilishi. Uganda ina idadi ya watu vijana sana ambapo zaidi ya asilimia kubwa ya wakazi wako chini ya umri wa miaka thelathini na inatoa wigo wa matarajio makubwa ya mabadiliko hasa kwa vijana wanaopigania fursa, ajira na demokrasia ya kweli. Bobi Wine ameweza kuvutia sana vijana kwa hawa kwa ahadi ya mageuzi ya kiuchumi na kisiasa, huku akionyesha kuwa mfumo wa sasa unazuia fursa zao za maendeleo. Lakini wakati kura uh, itaendelea, swali kuu linabaki ikiwa mahitaji ya wengi yatakutana na matokeo rasmi. Uchaguzi wa Uganda wa mwaka 2026 ni zaidi ya kampeni ya kisiasa; ni kipimo cha mustakabali wa demokrasia katika nchi yenye historia ndefu ya utawala wa chama kimoja. Kama mrengo wa usimamizi wa haki za binadamu umeonya, kushindwa kuendesha uchaguzi huru na wa haki kunaweza kudhoofisha imani ya umma ndani ya taasisi za kisiasa. Kwa jamii ya kimataifa, matokeo ya uchaguzi huu, ama uchaguzi huu yanaweza kuathiri uhusiano wa Uganda na mashirika uh, ama washirika wake wa kigeni, hasa ikizingatiwa misimamo ya haki za binadamu na demokrasia vimekuwa vichunguzi muhimu vya ufadhili na ushirikiano wa kimataifa. Kwa wananchi wa Uganda wenye umri mdogo na matarajio makubwa, uchaguzi huu ni fursa ya kuonyesha nguvu yao kisiasa, lakini ikiwa ni hali ya ukandamizaji itaendelea, hii inaweza kuibua machafuko baada ya uchaguzi, kama ilivyoshuhudiwa miaka iliyopita. Uchaguzi wa Uganda unaendelea leo chini ya hali isiyo ya kawaida ambapo mamlaka ya serikali inasimamia mtandao na nguvu ya usalama kwa madhumuni yanayopingana na kanuni za uwazi wa kisiasa. Ripoti ya kimataifa, mashirika ya haki na vyombo vya habari vinatoa taswira moja. Mfumo wa siasa umeinuliwa kwa manufaa ya watendaji wa sasa. Kwa bahati mbaya, historia inaonyesha kuwa matokeo yatakuwa karibu na utabiri wa sasa. Museveni anatarajiwa kushinda kwa mara nyingine licha ya mapambano makali upinzani na wito wa vijana kwa mabadiliko. Lakini harakati hizi zinaendelea kuibua maswali makubwa. Je, demokrasia ya Uganda inaweza kustawi ndani ya, ya hali ya ukandamizaji au ni lazima mfumo mkuu wa kisiasa ubadilike kwa njia ya kikatiba na ya haki zaidi? Uchaguzi huu ni zaidi ya kura na ni mtihani wa mstakabali wa Uganda kama taifa lenye demokrasia imara. Ni suala ambalo si tu la Uganda, bali pia la Afrika Mashariki na jamii ya kimataifa kwa ujumla. Ndio hayo tuliyokuandalia, kutoka hapa Tanza Pulse, channel yako pendwa na kukuletea taarifa hizi kwa kina. Zidi kuwa nasi kwa kutusupport, kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu kila mara.